Ndugu zangu, tutaendelea kuimarisha ustawi wa jamii kwa wazee wetu waliovuka miaka sabini 20 20, 20, asafari, kwa kuongeza pensheni jamii tumeitoa ishirini mpaka hamsini Tunatambua hamsini haitoshi, mbele ya safari tutatizama tena kwa kiasi gani tuinyanyue, ili angalau na wazee nao waweze kuimarisha. Ndugu zangu, Nisiseme mengi sana. Kwenye mikutano yetu ya hadhara huwa tunakutana tunasema mengi. Leo hapa tumepita kwa kutambua umuhimu wa kijiji hichi kwa chama cha mapinduzi, inazima fujo zote zilizokuwa zinafanywa na wenzetu. Basi lasiikene lengo ya kijiji hichi kwa sababu ya ugara wake kujitetea chama cha mapinduzi na hii ni hadi ambayo uta ASP. Nakushukuruni sana wazee wetu kwa kuidumisha hadi hii mpaka leo.